Hello, um, ninaongelea kuhusiana na yale magonjwa ya moyo. Uh, kuna kitu kinaitwa valvular, uh, heart disease au rheumatiz, uh, rheumatic heart disease au wale wetu wenye cardiomyopathy au moyo umetanuka. Lakini vyote hivyo vina vyanzo. Kwa hiyo kitu tunapokuwa tunakwambia uache tabia ya kula kula mafuta. Uache matabia ya kula mauanga mpaka sasa unachanganyikiwa. Uache kula nyama ambayo ina mafuta mpaka inaleta magogoro. Tunakuwa tunamaanisha na ile tabia ya watu wengi kutofanya mazoezi, lakini pia anakula sana pasipokuwa na sababu. Mind you unajitengerezea ugonjwa wa moyo. Magonjwa ya moyo yamekuwepo mengi, na namshukuru Mungu sana kwamba Mungu alinipitisha katika hiyo tatizo la magonjwa ya moyo. Nilikuwa na heart ama nilikuwa na changamoto ya moyo inaitwa valvular heart disease ambayo sasa niliitibu, na ndio sababu leo hii nasimama kwa ujasiri kukwambia kwamba wewe mwenye changamoto ya moyo, please hebu nipigie, nikufundishe namna ya kumaliza hii changamoto eh. Acha nikupe vijana wanasema nikupe mtonyo au niku- nikupe nikupe habari kaumbea fulani ambako sasa kanaweza kakuokoa katika magonjwa haya ya moyo. Tunatumia dawa ambazo hazina chemical kabisa, na dawa hizi zimetengenezwa kwa mboga mboga na matunda, na inamaliza yote kabisa. Tutoke katika ile hali ya kufanyiwa mpaka operation za moyo, tutoke katika ile hali ya kufika stage tunatumia madawa maisha yetu yote yaliyobaki. That's why nimesukumwa leo hata niwe malaika wako sasa, leo kukuletea habari njema ya kwamba sasa tunaweza tukakuokoa kwa njia hizi. Mimi naitwa Dr. Manuel na nikutakia wakati mzuri, ni nitaweka namba na zangu hapo chini kwa ajili ya mawasiliano na asante.